Je, yeah, Afrika inaweza kujinasua vipi kutoka utegemezi kwa China? Lefunati Tambala, mbunifu wa samani kutoka Malawi anatupa mfano. Lakini je, yeah, mbinu yake inaweza kuwa dira ya mustakabali wa Afrika? Africa has got great artisans. Afrika ina mafundi stadi ambao wanaweza kuleta mabadiliko katika bara hili, lakini badala ya kuunga mkono mafundi wa ndani, bado tunapendelea kununua bidhaa kutoka nje. The other side. Mbunifu wa samani na mandhari ya ndani ya majengo, Lefunati Tambala, alichoshwa na hali ya kukosa fanicha alizotaka kwa ajili ya wateja wake, hivyo akaamua kuanzisha kampuni yake ya LeHome lakini je, ilikuwa rahisi kutofautisha chapa yake LeHome na fanicha zinazotengenezwa kwa wingi na kupatikana kila kona ya Lilongwe? Tunaamini katika aina ya fanicha za kifahari, kwa hiyo ikiwa tunataka kutengeneza fanicha za kifahari, ni lazima tuhakikishe kwamba hata vifaa vinavyotumika ni vya ubora wa hali ya juu. Kutengeneza fanicha zenye ubora kunahitaji ujuzi umakini na uelewa wa kina. Kutumia miundo mipya ni changamoto, kwa sababu tunapaswa kujifunza namna ya kuiboresha na kuielewa vizuri ili kuitengeneza. Nimejifunza kutengeneza fanicha mbalimbali kama vile stuli, viti vya kisasa, na hata staili tofauti ya vitanda na benchi za kukalia and Wamalawi wanazidi kukumbatia utamaduni wao wa ndani. Hii inamaanisha nini katika muktadha wa fanicha za LeHome na vifaa wanavyotumia na je, vina athari gani kwa Malawi? When we are doing our Tunapofanya kazi zetu hapa, jambo la kwanza ni kuangalia mbao nzuri. Kwa hiyo tunanunua mbao nzuri, mara nyingi tunatumia pine ambayo ni mbao laini. Tunapopata pine, tunaanza kukata umbo la kochi kulingana na alivyoagiza mteja. Baada ya umbo kukamilika na vipande kuanza kukatwa, hatua inayofuata ni kuunganisha, kisha tunatengeneza kaliko na hatimaye tunafunika kochi kwa vitambaa. Hapo ndipo mafundi wetu wa ushonaji wanakuja kumalizia. Je, biashara ya Lefunati ina nafasi ya kufanikiwa kwa muda mrefu na kuhimili upinzani? Because, inaweza kuendelea kwa miaka mingi zaidi kutokana na uungwaji mkono tunaopata kutoka kwa wateja wetu ndani ya Malawi na kutoka nchi nyingine. Watu wameanza kuwa na imani na bidhaa za LeHome kwa sababu ni bidhaa zinazodumu zaidi ukilinganisha na zile zinazoletwa kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo kuendelea kwa biashara kunategemea jinsi watu wanavyopokea bidhaa zako sokoni. Uh, kitu cha kwanza uh, kilichonivutia ni ubunifu wao wa kipekee, lakini uh, pia matumizi ya vifaa vya hapa nyumbani, pia mazungumzo tuliosikia uh, kutoka kwa watu uh, na jinsi wanavyofanya biashara yao, kila kitu ni cha hapa nchini, unaweza kuzungumza nao moja kwa moja, na mazungumzo kuhusu jinsi ya kukutengenezea fanicha yalikuwa mazuri um, na yaliendana na bajeti uh, so yetu. Ikiwa tutaendelea kupata uungwaji mkono tunaoupata sasa, tunaamini biashara itaendelea kukua zaidi, je? Yeah. Hii ndiyo sababu inayomfanya Lefunati kuwa na azma ya kutengeneza samani za hali ya juu nchini Malawi. So that... kampuni ya LeHome imebuni nafasi za ajira, kwa hivyo imemwezesha mtu wa kawaida kijijini kuweka chakula mezani. Kupitia kipato kidogo anachopata kutoka hapa, anaweza kuwasomesha watoto wake. Kwa njia hiyo, tunapunguza umasikini vijijini. Wakati mafundi wakipata msukumo kutoka mitindo ya kimataifa ya ubunifu, ndipo wanapozidi kutengeneza bidhaa za kipekee za majumbani zinazobeba utambulisho wa kitaifa. Lefunati Tambala hafanyi tu mapambo ya nyumba, bali anajenga msingi wa kujitegemea kiuchumi.